Hivi mtazamaji, ushaifanya maamuzi kwa boma lako likabaki kuharibu ndoa? Basi kwenye hili movie nitakusimulia jinsi mdada mmoja alivyofanya maamuzi mabaya yakabaki kumkosesha amani. Movie letu linaanza kwa kuwapata hawa na ndoa wawili, kwa mtazamo wanagombana. Mkaka namwambia mkewe, nishakwambia na nanarudia tena, sitaki housemaid yoyote kwenye hii nyumba. Mdada akamjibu, na nishakwambia sitaendelea kufanya kazi kwa hii nyumba tuajiri mfanyikazi. Samahani, kwa sasa hatujatambulishwa majina ya hawa wanandoa, ila huyu mkaka tutamfahamu kama Nosa, yaani Nosa. Wakaendelea kugombana, mkaka analalamika kwamba ameajiri wafanyikazi watatu kwa mwezi mmoja, ila mkeo amekuwa akiwafukuza kwa visababu vidogo vidogo. Nosa kwa sasa ameamua hakuna housemaid kuajiriwa tena. Mdada akamshangaa. Nosa akaendelea, najua baadhi ya marafiki zangu ambao wake zao hawahitaji usaidizi wa housemaid wanajifanyia kazi zao wenyewe. Mdada akamkatiza, oh, hata mimi najua baadhi ya marafiki zangu ambao wameajiri hadi wafanyakazi watano kwa nyumba zao oh. Mchizi akashuka five housemaid? Yes, five. Mchizi akamwambia hiyo ni housemaid abuse, kwani mezi wamekosea nini jamani? Ila mchizi akashikilia kuwa hawezi, yeye ndiye kichwa cha nyumba na ameamua hata ajiri housemaid mwingine kamwe. Dada akamwambia na mimi ni shingo la familia, na nimeamua nataka housemaid. Hawa wawili wakazidi kugombana, ila mtazamaji, nikuulize, unadhani nani ana uamuzi wa kuajiri mfanyikazi wa nyumba hapa? Mkewe Nosa ikambidi anyenyekee kwa mumewe, akamwambia samahani, mimi ni mkeo nakumba, tafadhali tuajiri housemaid, nahitaji kukaa chini na kurelaksi na hapa na maisha yangu, huyu atakuwa housemaid wa mwisho kumwajiri. Baada ya vishawishi mchizi akakubali, Akamwambia sawa, ila atawa housemaid wa mwisho, na pia housemaid asiwe mtoto, awe mtu grown up. Akamwambia sawa, ndaleta maid machua atakaye pika, afanye usafi na kuiangalia boma. Akamsifia maid wake ambaye ameahidiwa na rafiki yake atamletea. Ikabaki tena amefurahi, na penzi lao kurudi. Baada ya muda mfupi, mlangoni kukabishwa, mdada akaamka kwa furaha kwenda kufungua, ila tu anapofungua alipigwa na butoa na mshangao mkubwa sana. Aliingia mdada mrembo mahutiti mwenye mizani mikubwa kupindukia, yaani bonge la dada. Nosa kumwona pia, akasimama akiwa amepigwa na mshangao. Binti akaingia na kumsalimia Nosa. Alimkanda jicho yule mdada akasema, akaongezea ah. <laughs> Wote walibaki kwa mshangao mpaka mkee Nosa akaangusha funguo, ila Nosa anaonekana akafurahishwa na ukubwa wa gari. Mdada akainama na kuchukua funguo huku Nosa akiyatazama tuzo la mdada kwa tamaa cha kuzidi kabisa. Ule mdada akipindi anapochukua mzigo wake akiwa ameinama tena akayatingisha mayuyu huku Nosa akimtazama kwa tamaa ah! Ibia Nosa akajua hili ni tatizo. Mdada akauliza nianze lini? Nosa akajibu haraka haraka Unaanza sasa hivi, sasa hivi, ala tena immediately. Mdada akaonyeshwa kitakachokuwa chumba chake. Pindi mdada anapoenda alibaki kuyatingisha mayuyu kwa msindo wa misondo mpaka mkewe akapanua mdomo ah! Pindi anaporudisha macho, anakutana na mumeo pia anamtazama mdada, mdomo wazi, akashuka. Ila nosaa akabaki kujifanya hakuna aliloendelea hapo. Mdada hapa akafanya kosa. Baadaye kidogo, mkewe nosaa akampigia Mr. John ambaye yeye ndiye aliyemrekomendi na kumtuma huyu mdada kutoka kwa ajensi. Akamuuliza, mmekuwa nikupigia simu kwa muda sasa tangu hulete huyu mdada hupokei simu zangu. Bwana, umeleta mwanamke seksi hivi. Ila John hakujibu akekata simu. Mdada ana rigreti sana kwa maamuzi yake. Mdada alipomaliza kupiga simu akarudi chumbani na kumshangaa mume wake akiwa bado hajaenda kazini. Akamuuliza, nidani, ushaenda kazini? unafanya nini nyumbani? Naa akamjibu wewe pia unafanya nini nyumbani? Unafaa kuwa kazini sasa hivi. Sasa watazamaji, ukweli ni kuwa huyu mkee ameanza kumshuku mumewe tangu yule mdada alipokuja, na hicho ndicho kisa huyu mkaka aliamua haendi kazini na akaamua atafanya kazi yake nyumbani. Wakizidi kuongea, yule mdada wa kazi akapita akiimba ngoma ya kimahaba, wote wakashuka. Mdada akawasalimia, kisha akaendelea majukumu yake huku akiyatingisha mayuyu mm. Mkaka akamtamani sana akajisauhau kuwa mkewe alikuwa karibu na yeye. Mkewe Nosa akampokea kipi shida na wewe? Mbona unadundadunda kama samaki, au we ni samaki? Mdada akamjibu si kwa mapenzi yangu nimeumbwa hivyo, kila kitu nikifanya my body shakes. Nikiinua mkono wangu pia hivyo hivyo. Ha, Nosa akamhurumia iya. Mdada akaendelea kuonyesha ugonjwa wake wa kutingika, ila mkewe Nosa akataka kumzaba kofi. Nosa akamzoea na kumuuliza Kipi shida sasa, unataka kumpiga mdada? Amesema sikupenda kwake, labda yeye ni shekisheki. Bebi mwache kumwacha yule medi. Akazidi kutingisha mauno. Mke Nosa kuona hivyo, pia yeye akaapa hataenda kazini, atafanya kazi yake pale pale chumbani. Nosa akamjibu kivipi, utafunguaje duka nyumbani? That's your business. kisha kalifungua laptop lake na kuanza kazi. Kipindi anaanza ule medi tena, akaanza ule wimbo wake wote wakamwangalia tu kwa mshangao, ila Nosa inaonyesha waziwazi hizi ndizo mvuto zake. Akaanza kumwigizia kwa mapozi ya kimahaba wa mkewe. Nosa aliregreti sana kwa maamuzi yake, akauliza mungu wake, what have I done to myself? Mwangalie mume wangu, nimefanya nini? Mungu nisaidie tafadhali. Nosa amechizika kabisa. Hapa itabidi mdada afanye jambo. Je, atafanyaje? Atawezaje kukomboa mumeo kwenye hili janga? Je, afukuze housemaid alete mwingine au. Ila hilo aliwezekani maanake lishapa. Akasema huyo ndia housemaid wa mwisho. Kuna siku tena, Nosa akiwa amekaa sebuleni, mkewe akapita akimwita shelii, oo, oh, huyu mdada tunatambulishwa kama Sheli. Akataka kumtuma sokoni, ila Sheli anapopokea pesa anamsetia mkaka position la gwedegwede. Mkaka akajaribu aone kitu, ila kwa jinsi mdada alivyokuwa akitetemesha mayuyu, akajipata na mtazama Mkea kwa mbali akatazama tu na kuona kinachoendelea ila akaignore. Sasa enda ukalinue vitunguu, enda ukalinue tomato <laughs> tatizo hili pidi, mdada anapoondoka akamshika nosa kifuani kana kwamba alikuwa anaondoa kitu, au ndio njia zao hizi. Umbuma wote wakashangaa what? Nga akajifanya oh, my nipples <sighs> ah, ah, ah. ah. Alo bibie, akamwita nasakando akamwambia anafaa kuongea. Siwezi endelea hivi, nimechoka. Mbona umechoka? Unataka masaji vipi? Ndada akamwangalia, nimefikia mwisho, anafaa kuondoka naye, anafaa kuondoka huyu sheli. Mbona ondoke? Umejisorisha vile ulikula kiapo, ukisema unataka medi wa mwisho, mbona unasema sasa aondoke? mke akamwambia mimi najua ndiye niliitisha medi ila simtaki tena. Hakuna ah, tutaishi na huyu medi. Wewe ndio ulimpendekeza. Uoni we ni tatizo? Uoni wee ndio ni tatizo kivipi haswa? Unapenda sana nyashi, unapenda sana mauno. Wewe hata siku hizo uniangalii tena, ni kama hata siko kwenye hii nyumba tena. Kila wakati akipita unapinduka na kumwangalia mayuyu, unapenda sana mauno. dah Mdada ameamua kuyasema yaliye moyoni. Nosa akamkatisha mkewe na akamwambia asimtusi tena eh, hapendi nyashi hata kidogo. Kila anapomwangalia Sheli huasikana kwamba anaangalia makalio, ana mambo mengi sana ya kufocus. kwa hivyo makalio yake medi umfanya afikirie vizuri kila akiyatazama mkewe. Nosa alishtuka sana kwa mwongeza mumewe, ila mtazamaji, tunajua mimi na wewe kuwa huu ni uongo mtupu. Nosa anapenda sana nyashi. Wakati ule nosa anapoendelea kujitetea, mdada wa kazi akaingia wakanyamaza mdada. Akamwambia alisawa alimtuma kiasi gani ya pepe na tomato. Mke Nosa akamfokea, naye Rex akazidi kumwangalia kwa tamaa. Rex, Mungu wangu, angalia mtu aliyesema apendi mayuyu. Nilifanya nini sasa? I'm finished. Anafaa kuondoka, ila Nosa alikataa kata katakata, huku akimkumbusha kuwa yeye ndiye alimtaka Meidi hapa. Mke Nosa akamwambia mumewe achague mmoja kati yake au meidi mmoja aende. Nosaa akasema hakuna atakayeenda wote watabaki hapa, anawahitaji wote. Mkewe akaamka kwa hasira na kuenda kuchukua virago zake. Rex ambaye pia anatambulika kama Nosa akamwambia mkewe asiende, akambembeleza sana. Pindi anapoongea mdada akaingia. Ah, ah, oga madamu. Nini kinaendelea? Usinishike! Wewe ndiyo chanzo cha ugomvi na mume wangu, sababu hutaki kuondoka kwenye nyumba yangu. Ndakuachia Sinataka kuolewa na mume wangu kaa uolewe naye, naondoka. Sheli kusikia hivyo, akaona isiwe kesi, akamwambia yeye ndiye anayefaa kuondoka wala sio yeye, yeye ndiye anafaa kuondoka badala yake, hataki kuona akivutana tena. Binti akaenda kuchukua virago vyake, ila pindi anapotaka kuingia chumbani, Nosaa akayatazama tena mayoyu ah, akayatamani akamwambia, akaapa kujamaliza na mke wake ila mdada ana makalio kweli, kweli. Mkewe Nosa akamwambia. Nosa akamtetea mdada wa kazi, ila mkewe akamsukuma, akachukua virago vyake na kuondoka. Kumbe kipindi anamsukuma aliteguka mguu, ila mkewe hakujali, aliondoka tu na kuwaachia boma. Kipindi mkewe akiwa kwa stairs akasimama, ngoja, nimefanya maamuzi sahihi kweli? Nimewacha boma langu kwa ajili ya meidi? Hapana. Sidhani kama nimefanya jambo sahihi. Akaamua kupiga moyo konde na kurudi kwa jengo lake. Kipindi anafungua mlango, alisaajabu ya mtume. Alipigwa na mshangao mkubwa sana. kwani aliona nini? ni kipi kimemshtua? Basi usikose kusubiri sehemu nyingine la hili movie. Ukitaka kujua kilichoendelea, usikose kusubscribe kwenye hii channel na utan on notification bell ili wewe wa kwanza kutazama sehemu ya pili ya hili movie. Asanteni. It